Baada ya hivi karibuni mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuzifungia ofisi za mbunge wa jimbo la Butiama mkoani Mara Nimrod Mkono kwa kudaiwa malimbikizo ya kodi, mbunge huyo ameibuka na kuisifu mamlaka hiyo na kwamba ilikuwa sahihi kufanya hivyo na kupongeza juhudi zinazofanywa na serikali ya awamu ya tano katika ukusanyaji wa mapato. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, amesema kuwa ulipaji wa kodi si kwa ajili ya wafanyabiashara pekee, bali ni wajibu wa kila Mtanzania, wakiwemo viongozi wa serikali na kuongeza kuwa kitendo cha TRA kufunga ofisi yake inayotumika kwa shughuli za uwakili ilikuwa sahihi, kwani walitimiza wajibu wao kwa ajili ya kuboresha uchumi wa taifa wote tunatamani kwa nchi yetu. Nachukua nafasi hii, naomba ndugu zangu pamoja na ninyi ambao mligadhibika sana kusikia duka limefungwa kwa aibu sana, na pengine wateja pia walirudi kujua hatima ya Mkono and Company ikoje. Wote waliosikiliza wa, naombeni sana, msiwe na wasiwasi, mambo yako sawa. Wapiga kura wangu bado mniamini tu, niko sawa.